Na hakuna haja ya kujiuliza sana ee, ni Captain wa mashabiki wote ambaye anachukua wasaa na dhamana ya kuzungumzia mpira wa miguu hivi sasa kupitia Chapesa Media. Captain Kizinga aliyoko mbele yako, tunaweza tukasikia mengi hii leo hususa tetesi mbalimbali ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii. Captain Kizinga. Naam. Mambo vipi? Poa, mambo vipi. Naona kumekucha. Ya, alhamdulillah tunamshukuru Mungu kumekucha, yes. Captain eh, moja kwa moja tukienda kwenye mada husika hivi sasa tunashuhudia Taarifa, e, e, barua taarifa kwa umma zimekuwa nyingi hivi sasa. Simba wanatoa, bodi ya ligi wanatoa, TFF wanatoa, Young Africans wanatoa. Sakata kubwa ambayo lililopo li hivi sasa kati ya TFF na klabu ya Young Africans juu ya madai ambayo yanasemekana kwa TFF, wanasema kwamba ilikuwa ni ada za wachezaji ambazo zilikatwa, yani walikubaliana kimaandishi. Young Africans wamedai si hivyo, wanadai pesa zao ya ni kweli barua zimekuwa ni nyingi, na yote hii ni kujaribu kutengeneza jambo kuangalia nani yuko sahihi nani hayuko sahihi, lakini ukweli ni kwamba shida ipo, ipo kubwa sana shida ipo, na hapa ndo utakapoona kwamba mwisho wa siku kulealea mambo, mwisho wa siku linakuja kukukuta jambo sio, umeelewa hapo? Yani kulealea mambo, mwisho wa siku linatokea jambo Mkian, na maana kubwa sana Kiangalia shida ilikuanzia ni namna ambavyo uendeshaji uh, wa ligi yetu ambavyo umekuwa wa hovyo sana. Mmenielewa, ni wa hovyo sana na ndio maana umeona mara nyingi wengi tunasema wale viongozi ambao wameshindwa kusimamia vyema na kuongoza vyema mpira wetu, ni vyema wakaondoka, wakaachia ngazi ili wakashika watu wengine, kwa sababu mwisho wao utakuwa ni mbaya kama endapo wataendelea hivi hivi, na uona mwisho mbaya na waona watu wakienda lock up jela. Mi nakwambia kabisa TFF, bodi ya ligi, kuna watu wanakwenda jela, nakwambia kuna watu wanakwenda jela kwa sababu ujue, pesa, pesa ni kitu ambacho kinakuweka mtu jela. Pesa ni kitu ambacho kinakupeleka mtu kubaya kwa sababu pesa na haki ya mtu. Captain, inavyoelezwa ya kwamba e, walitajiwa kiongozi moja kati ya viongozi ambao walizuia e, Simba wasiingie kufanya mazoezi, na moja kati ya viongozi hao inasemekana mmoja ametajwa, watu bado wapo katika sintofahamu, inawezekana akawa ni kiongozi yupi na ni upande upi ambaye alizuia Simba wasiingie kufanya mazoezi kupelekea mchezo ule kuahirishwa. Ni kweli taarifa hiyo ipo, lakini kabla ya kwenda huko mm. Tustiki kwanza hapa kwenye fedha mm. Halafu tunakuja huko huko mm. Hili swala la pesa mm. Dar es Salaam Africans mm. Walitaja mm. Kwamba hatutashiriki mchezo wa fainali mm. ya CRDB Federation Cup mpaka mm. Tulipo pesa zetu za ushindi wa fainali iliyokwisha yeah. Katika madai yao CRDB wakajitokeza hadharani wakasema sisi hatudaiwi, si umenielewa? Wakajitokeza sasa, wale ambao ni watuhumiwa TFF wakatoa mlejesho wakidai kwamba sisi hatu wa, wa, Yanga hawatudai, sisi ndo tunawadai. Kama wanatudai waje kesho saa nne, waje na ushahidi wao wa deni lao wanalotudai sisi, si ndio? Sasa wewe unahitaji ushahidi wa makaratasi voisi na nini, watu walete mezani, si ndio? Dar es Salaam Africans ikatuma watu wakaenda, akiwemo CEO, wamekwenda pale bodi ya ligi nini, TFF, wamepeleka vile vitu walivyoambiwa wapeleke, ambavyo ni vidhibiti, wamepeleka mpaka mezani wakavifikisha, lakini wanajiandaa kuondoka. Katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau hmm. Anahitaji kufanya mazungumzo na CEO wa Dar es Salaam Africans, sio kupiga mahesabu. Anahitaji mazungumzo, kamsikilize Clifford Ndimbo. Ndimbo anakwambia anakwambia kwamba tunamhitaji kuzungumza naye, amekataa. Wewe unamhitaji uzungumze naye vitu gani na wakati ulichokuwa na kitaji umeletewa mezani? Sawa, kwa hiyo unaweza ukaona shida ilipo, na sio hapo tu Watanzania wanatakiwa wasasa hivi waambiwe ukweli na uwazi kuhusiana na hawa wanaotuongoza sisi kwenye mpira wetu. sema, sema. Leo hii kunakuwa kuna madudu mengi yanaonekana, hmm. na ndio maana tuliwaomba hmm. virabu vyote kuleta ushirikiano, wasikae na jambo rohoni, wanafuga maradhi. Sawa, kama wameacha Yanga pekee, waje virabu wajitokeze, watueleze yale madhira waliokutana nayo. Lengo ni moja, lengo ni kujenga na kuokoa mpira wetu, tupate viongozi watakaokuwa na hofu ya Mungu, tupate viongozi ambao watakuwa ukua na hofu ya ile kazi wanayoifanya, wasimame vyema katika kuongoza mpira, wazisimamie haki na kanuni, kile ambacho mtu atastahili kupata apewe. Sio leo hii, tunashukuru Mungu, viongozi wameanza, timu fulani zimeanza kujitokeza kutoa ushuhuda kama zipo. Mtibwa Sugar kupitia msemaji wao amesema kwamba sisi ni mabingwa wa championship lakini mpaka sasa hivi hatujapata fedha za bingwa, na sisi ndio mabingwa kwa mpaka leo, hawajalipwa pesa zao za ubingwa wa championship, hawajalipwa, wamesha kunyanyua kikombe tu. Na mimi nimwambie Tobias Kifaru mzee wetu arudi tena azungumze kuhusiana na malipo ya pesa zao za kombe la FA, ambalo walichukua kombe lile kwa kumfunga Singida miaka hiyo ya nyuma. Taarifa zilizopo inaonekana hizi pesa hawajapewa. Wajitokeze hadharani watueleze tena, lengo ni kutibu haya maradhi. Sawa. Ukiachana na hao nenda tukaiangalie JKT Queens. JKT Queens hawa ni mabingwa katika kombe la wakina mama, la wakina dada, la wanawake. Tangu wamechukua ubingwa takriban mwezi umekatika sasa Yani, mechi yao ya mwisho ambao walitakiwa wakabidhiwe kile kikombe hawakukabidhiwa kikombe. Unataka kuniambia, TFF walikuwa hawana kombe? Hapa kuna mambo yalikuwa hayako sawa. Mambo gani hayo? Mambo ambayo yalikuwa hayako sawa kiasi kwamba mechi ya mwisho JKT Queens anakuwa bingwa, unashindwa kumkabidhi kikombe chake. Wamekuja kuwakabidhi juzi hapa, siku mbili hizi zimeisha katika eneo la Kigamboni huko tena, kwa kuandalia mechi ya bonanza JKT Queens anacheza na timu ya taifa ya wanawake, alafu ndo unakwenda kumkabidhi JKT Queens kikombe chake. Je, nyinyi watu wa mpira, hili liko sawa? JKT Queens anakwenda kukabidhiwa kikombe na timu ambayo haiko kwenye ligi. Bonanza ndo unakwenda kumkabidhi kikombe chake, nacho ni kikombe bila pesa. Inaashiria kuna maingi ambayo yamejificha, watu hawayafahamu na ndo tunataka Dar es Salaam Africans ayafichue hayo maovu na vilabu vingine vijitokeze kuyatoa madhaifu yaliyopo, zile ambazo haki ambazo hawatendewi. Tunataka lengo ni kunyosha, tupate viongozi waliokuwa sahihi, tupate viongozi watakaotusimamia vyema kwenye mpira wetu, na sio wale viongozi ambao wanazikumbatia timu zao kwa mapenzi yao, kwa kuwatafutia ubingwa, si umenielewa? Baada ya kiongozi kutajwa eh, ambaye alihusika kwenye kuvunja mchezo huo Ninyi kama Young Africans ni hatua zipi ambazo mlizichukua kuhakikisha kuwa mnambaini na mnamweka hadharani watu waweze kumtambua? Kwanza, mimi niseme kitu kimoja, mimi nazipeleka na, na sana lawama sana kwa Simba. Kwa nini kwa Simba? Simba nawalaumu kwa sababu moja hmm. na ili Watanzania walichunguza vizuri hmm. watawabaini Simba kama wanahusika sana kwenye huu mchezo, na kama yupo huyo kiongozi wa serikali hmm. aliyefanya hivyo huyu atakuwa ni mshabiki wa Simba kwa sababu atakuwa kuna kitu alikiona pale, pamoja na kushirikiana wao wote. Kwa nini nasema hivyo? Simba walitoa barua ya kusema hawatashiriki ule mchezo namba 184, si ndio? Hatutashiriki huu mchezo kwa sababu tumezuiliwa. Sawa, walitakiwa kusimama kwenye msimamo wao ule ule, kwamba hatutashiriki huu mchezo mpaka tumjue mchawi wetu ni nani, si ndio? Ndio, lakini tayari Simba wameonekana wako tayari kwa mchezo, wanautaka mchezo tarehe kumi na tano. Yule kibaka wako amekamatwa, aliyekuzuia wewe, aliyowazuia watanzania wasipate burudani tayari ameshikwa. Hakuna busara kwenye hiyo tarehe, tunataka kwanza. Hapa haijaishia hapo, si ndio? Amesikika kwenye kikao Almas Kasongo akimtaja kiongozi wa serikali kuhusika kupiga simu kwamba simba wazuiliwe wasiingie uwanjani kupata haki yao ya kikanuni. Simba na mashaka nao kwa sababu moja, Simba navyowajua mimi, Simba ninavyowajua mimi, Simba wangelishikilia bango hili la kutajwa huyu kiongozi, kumbe tulizuiliwa na mtu wa serikali. Tunamtaka Simba wangeshikilia bango, lakini wamekaa kimya, hawataki kumjua yule kigogo aliyepiga simu. Ndo ujua wako wote hawa. Wako njia moja hawa, si unanielewa? Hawa wako njia moja, wanajuana. Unafanya hayo mbele ya wakubwa wenzio, unayafanya hayo mbele ya wakubwa wenzio. Tupo hapa kwa ajili ya kunyosha na tutanyosha, ni mmoja baada ya mwingine, atatoka. Kaa utaniambia maneno yangu kama siyo hii leo kesho lakini, na kuhakikishia siku ya leo haitamalizika bila kusikia taarifa kwa umma ya kubadilisha mchezo wa... bila kusikia taarifa kwa umma ya kubadilisha mchezo huo kutoka kwenye bodi ya ligi. Lazima ubadilishe, hmm. Lazima eh, umezungumzia eh, siku ya leo hapo hapo, swali la msingi. Wekundu wa Msimbazi Simba wameandika ya kwamba, kwenye taarifa kwa umma wameeleza ya kwamba wanauhabarisha umma, wanachama wao na mashabiki walioko mikoa mbalimbali, wasogee kwa ajili ya mchezo wa tarehe 15, dabi ya dbya Kariakoo, mchezo nambari mia moja na themanini na nne, na hawatakuwa tayari kucheza mchezo huo tofauti na tarehe 15. <laughs> Kwanza tumwambie msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali, Aachana na hayo maswala ya kuwaita watu mikoani, sio jukumu lako. Anahamasisha mashabiki wa upande wake, sio jukumu lako wewe kuwaita mashabiki uwanjani. Mechi iko upande wetu, sisi watu wa Yanga, sisi ndo tunaita watu uwanjani, sawa? Toka lini Simba kawaite mashabiki kwenda Benjamin Mkapa, mechi ambayo sio yake? Pesa unachukua wewe, pesa unaingiza wewe mfukoni. Sasa hizi unautaka mchezo kwa sababu gani? Ikiwa tarehe nane uliukata mchezo. Tarehe nane wanasema hey, walizuiliwa. Walizuiliwa na nani? Kwa maelezo wanasema na mabounce wa Yanga. Almas Kasongo amemtaja aliyepiga simu waziwiliwe. Kwa nini hawataki kufuatilia hili jambo wakamjua aliyetaka kuwaziwia? Kwa nini sasa hamtaki kumweka hadharani? Sisi au wao anayetakiwa kumweka hadharani ni Almas Kasongo. Hmm. Aseme ni nani huyo kiongozi wa serikalini ambaye ameacha majukumu yake katika sekta aliyopangiwa na rais na kuja huku kwenye sekta ya watu wengine kuja kutaka kuvuruga. Kwa sababu tu sisi wa Tanzania tukimtambua vyema yule kigogo aliyepiga simu, basi tutakuwa tumejua kwamba jamani, sasa twende tukakipige, tukishamjua tukishamjua tukaona hatumuwezi mm. <laughs> Jamani, twende tukakipige. <laughs> Tumshukuru, tuambie kiongozi asante mm. eh, kwa kufanya siku ile <laughs> shabiki wa Dar es Salaam Africans na mwanachama kupoteza maisha yake mm. Na hichi kitendo kinatakiwa kilaniwe mm. Aliyefanya ule mchezo ukavurugika, huyu alifanya yule Shabiki wa Dar es Salaam Young Africans akapoteza maisha yake pale Benjamin Mkapa kwa kwenda kuegemea nguzo ya umeme ikapigwa radi akaondoka. Labda huenda yule pale Mwenyezi Mungu angemchukua akiwa Benjamin Mkapa anashangilia goli la Dar es Salaam Young Africans, goli la sita Simba nafungwa, yaani wakati furaha yake inazidi kipimo pale Benjamin Mkapa anashangilia. Pacome Zouzoua anatia msumari wa nane au wa sita siku ile Simba nakufa goli sita pale Benjamin Mkapa Mwenyezi si Mungu angemchukua kwa furaha yake pale kina anakuja kuchukuliwa pale kwenye nguzo ya umeme. Hata ajamuona Pakome, ajamwona sisi akipashapasha misuli moto na ajamaa banao, wala umfahamu tu, mwambie kiongozi tunashukuru. Na hawezi kumtaja hawezi kumtaja, kumtaja. kumtaja. ni mwambie tu Almas Kasongo hmm. ni mambo mawili, huwezi kumtaja yule kigogo, basi nyanyuka wewe ondoka ita yako shingoni. Watu wanajiuliza, madai yenu ni yapi? Sasa, kwa sababu mwanzo mlikuwa mkidai pointi tatu, sasa hivi mnadai tofauti na pointi tatu. Madai yameainishwa kwenye barua mm, na msemaji amesema, mm, yako manne. Moja, hili ni la mchakato wa taratibu. Moja, ni la mchakato wa taratibu lipio, sio la haraka. ili la mchakato wa taratibu ni kutaka bodi ya rigi mm, ijitegemee na nini, na kwa nini amesema hivyo kwa sababu nakwambia tu ukweli, bodi ya ligi imefikia hatua hawafanyi kazi wao kama bodi, wanafanya kazi kwa maelekezo kutoka TFF, na sasa hivi taarifa nilizonazo kwamba kwa kuwa kwa bodi ya ligi wanakuwa wanafanya kazi, sio chombo kinachojitegemea, wanafanya kazi kwa kupata maagizo kutoka juu. Sasa hivi wanataka kutolewa kafara bodi ya ligi mjiuzuru. Na, na, na, na, nani anataka kutoa kafara? wanaambiwa wajiuzuru kutoka kwa TFF <clears throat> wanaambiwa wajiuzuru <coughs> kwa maslahi makubwa ya mpira, lakini wao wanawaza sisi tujiuzuru vipi ikiwa tulikuwa tunafuata maagizo kutoka juu? Hilo ni tatizo kwenye mpira. Kwa hiyo tunahitaji chombo huru cha bodi ya ligi, wajitegemee, wawe na chombo chao huru ili likitokea la kutokea, sisi tunawavaa wao. Kulizo tarehe ngapi eh? Unaiona au sio eh, useme kwamba unaiona. Muombe Mwenyezi Mungu akufikishe tarehe kumi na tatu, bado hujafika, hatajioni hatakuimaliza kumi na tatu bado. Muombe Mwenyezi Mungu akufikishe hiyo tarehe kumi na tano, lakini mimi naamini kabla ya tarehe kumi na tano taarifa kwa umma itatoka kwa ajili ya kuahirisha huo mchezo hmm. na utapangwa, hautapangwa tarehe mpaka hapo utakapokuja kupangiwa tarehe nyingine hmm. lazima waondoke Sheikh, lazima waondoke na kabla ya kuondoka wanatakiwa haraka iwezekanavyo walipe pesa tunazowadai. mm. ni hela nyingi sana tumevumilia, zidi kwenda itafikia stedi, CAF itahitaji majina ya vilabu ambavyo vinapaswa kushiriki msimu unaokuja, ikiwa hatima bado haijapatikana, ndio hivyo mm. mimi nataka nikwambie, mm. mm. Dar es Salaam Yanga fans ana moyo sana na subira mm. miaka mitatu hatujalipwa pesa zetu, miaka mitatu ligi ya wakina mama na vijana. Mdhamini pesa alizotoa Yanga hajapata hata mia, lakini kumbuka, ngoja, imekwenda mbali zaidi. Gate connection pesa za mlangoni, kafu wamekata pesa zetu kutoka kwenye pesa ambazo tulitakiwa kulipwa kwenye mzunguko wa makundi. Ukiingia makundi kuna mzigo wako pale. Kafu wanategemea zile pesa zitumwe kutoka TFF ziende kafu, mapato yao wao kama mapato kuna mgawanyiko pale wa yale mapato ya gate collection. Kafu wana mgao wao, yanga wana mgao, TFF wana mgao. Sasa wewe unaisimamia ule mgao, umelamba hela zote, peleka kafu, hujapeleka. Kwa hiyo kafu wanaona hapa, yanga wanafungulaa, huku tunakata, huku huku, muona subira hiyo. Alafu baadaye unakuja kusema watu huwadai, wewe hutudai sisi, sisi hatukudai, yanga haikudai. Nasikia kauli nyingi kauli, kauli ya engineer, ya eh, eh, aliyewahi kuzungumza Rais wa TFF wale askari alisema ukishindana na mamlaka uta, utapata shida wewe tu e. Na kama unatumia mamlaka yako kwa ajili ya kuvunja sheria na kanuni endelea kutumia mamlaka yako kuvunja sheria na kanuni, lakini mimi nasema hakuna mwenye mamlaka na hakuna aliye juu ya sheria. Hakuna mwenye mamlaka ambaye ukashindwa kutekeleza wajibu wako ukatumia mapenzi yako kwa lengo la kuwaumiza watu wa chini kwa lengo la kuwaumiza wale wengine wenye haki. Kizinga, neno lako eh, ku kwenda kwa mashabiki wa soka hapa nchini, si Yanga Afrika, si Simba Sports, wale ambao wanaotolea macho mchezo wa tarehe 15, na wengine wanataka kufunga safari na kuja kufuatia taarifa za uongozi wa klabu yao. Umewasii na umewaambia mchezo upo sasa, unawaambia nini wewe kama kizinga wa Yanga Africans, captain wa mashabiki wote? Mimi kama nahodha wa mashabiki nawaambia, wewe shabiki ulioko mikoani Kigoma, wapi wapi. Usije mjini huku kauko huko. Ogopa matapeli, huyo aliyekuiteni, huyo aliyekuiteni ni tapeli <coughs> kwa sababu yeye hausiki na huu mchezo. Huu mchezo huko chini ya mikono ya Dar es Salaam Africans. Sisi ndio wenye dhamana ya kuwaita mashabiki Benjamin Mkapa. Sawa, wanakuambia sisi tukate tiketi, tutoe tiketi Yanga. Sio matapeli shee sisi sio kama wao ambao wamewatapeli wa, mashabiki wanasema tiketi wanazo nataka hmm, nikuulize, siku ile ulikuepo Benjamin, ya tarehe nane, ulikuwepo Benjamin Mkapa. Taarifa ya kuahirisha mchezo umetoka saa ngapi? Saa saba inaelekea saa nane. Geti la kuingia uwanjani limefunguliwa saa ngapi? Limefunguliwa saa tano asubuhi, saa tano, geti alikufunguliwa saa tano, geti limefunguliwa majira ya saa nne ndo mageti yanafunguliwa mashabiki waanze kuingia uwanjani. Hmm, sawa. Hmm, mpaka muda geti limefunguliwa, watu walikuwa wameingia ndani, alikua walikuwa hawajaingia? ili uingie ndani unapitaje pale? inabidi ukaguliwe tiketi, ukisha punchi pale, tiketi imeisha au inaendelea? lipeni hela za watu, kuna wengine walikuwa hawajaingia. Lipeni hela za watu. Hmm, sawa. Hmm, lipeni hela za watu. Kwa hiyo hao wana nani nani? Sasa alipe hizo hela, nani alipe? Walioahirisha mchezo, wewe unajua watu wamesha punchi wameingia ndani alafu nakuja kuahirisha mchezo. Yule aliye panchi anatunza nini? Aliyewaambia watunze tiketi nani? si ndo bodi ya ligi hmm. Yule aliyeingia ndani anatunza nini? Na amesha panchi tiketi yake ameondoka, anatunza nini? Yanga sio mataperi she. hmm. Utakapokuwa umetolewa utaratibu ule ambao utatakiwa ufatwe, viongozi wamejiuzuru, wale ambao wameshindwa kuusimamia vyema mpira wetu utaandaliwa utaratibu shehe, wale ambao tiketi walikuwa nazo mm, hawaja panchi mm, watasalia kukaa na tiketi zao mm. Wale ambao hawakukata tiketi mm, watatakiwa wakakate. Wale ambao walipanchi wakaingia ndani mm, tiketi yao ikaliwa, uh, bodi ya ligi Almas Kasongo na wenzake uh, watalipa hizo hela ujue, uh, watalipa kwa namna yote uh. Na kama unajijua uli panchi ukaingia ndani uh, tunza risiti yako, nenda bodi ya ligi wakakupa hela yako bas kwa sababu angalia, huu ni utapeli hujuu. Bodi ya ligi hapa wamefanya utapeli. Kwa hiyo sasa unakuja kuangalia, kuna watu wanatapeliwa kwenye vikombe. Mtibwa Sugar hajalipwa sawa hela zake. JKT Queens wanakuja kukabidhiwa kombe vichochoroni. Bana, madudu ni mengi wanyoshe. Ni nukta ambayo ameweka Kizinga, captain wa mashabiki wote nchini Tanzania, si Yanga Africans tu, yeye anasema ni captain wa mashabiki wote nchini Tanzania, na watu pia wanamkubali na wanampokea ipasavyo. Nilikuwa nikizungumza captain. yes. Ni kama kuna neno linataka kutoka <laughs> <Hey. Hey. laughs> <Hey. laughs> mashabiki wa Simba <laughs> kawambie, hii mashabiki wa Simba popote ulipo, hey. Namaanisha Mandala, uh -huh. Dokta Mohamed, uh -huh. Kisugu mpaka uh -huh. msemaji wao na wengine wote nendeni mkamtowe, uh -huh. malaika wa Simba mpaka sasa hivi uh -huh. yuko nguvuni <laughs> acheni ah utaperi mpia hizo. malaika wa Simba yuko nguvuni mpaka sasa hivi uh -huh. amewekwa wapi? malaika wa Simba mm -hmm. hawa mashabiki wa Simba matapeli hawa wezi, malaika kwa. wa Simba ameiba pete ya Nandi uh -huh. ya ndoa uh -huh. Akasema anayo, mm -hmm. baka mpaka sasa hivi yuko polisi huko, alishakamatwa kamata usabei ah. ii pete ando, ele, ndo, ya ndoa, ile ndoa ya heshima mm. Ile unasemaje, we pete unayo? Kay, mlalamikaji pale ni nani? Na atajua mwenyewe hey, <laughs> saaasema nayo sasa. E <laughs> mashabiki wa Simba mwene mkamtoe Oster Bay e, malaika ambaye alitoka kwenye vyombo vya habari na kusema kwamba anapetea Nandi. Taarifa ambazo tumezipata kwa Captain Kizinga, Captain wa mashabiki wote nchini amesema ya, ya kwamba hivi sasa e, yuko Oster Bay kwa shutuma ya kumdhalilisha e, mke wa Belnasi kwa maana ya Nandi. Langu jina Njiva Osman, nilikuwa nikiripoti kutokea hapa makumbusho, sehemu ambapo anapatikana Captain Kizinga. Sina la ziada na bye bye, nikwambie tu usisahau kusubscribe, kuliki, kucomment na kushare. Mpaka wakati mwingine tena, endelea kutufuatilia kwa vipindi vinavyofuatia.